Muuzaji, kama awali mwenzangu alivyosema mtu mwenye mauzo e, ya kuanzia milioni kumi na moja na kuendelea kwa mwaka, mfanya biashara huyo ana wajibu wa kununua na kutumia mashine za EFD. Sasa pale makosa ni kama ifuata muuzaji, faini zimewekwa kwa pande mbili ya muuzaji pamoja na mnunuzi. Muuzaji atakayeshindwa kutoa risiti au akatoa risiti sio sahihi atalipa faini kubwa kati ya shilingi milioni mbili au asilimia ishirini ya thamani ya bidhaa, isipokuwa kiwa kiwango kitazidi shilingi milioni nne au kifungo kisichozidi miaka mitatu au adhabu zote mbili. Hiyo ni kwa upande wa muuzaji ambaye atashindwa kutoa risiti au ametoa risiti sio sahihi. Labda ameuza milioni nne yeye akatika laki nne atakuwa ametenda kosa na adhabu ni kama nilioelezea. Tukija sasa kwa upande wa mnunuzi mnunuzi asiyedai risiti atalipa faini ya kiasi kikubwa kati ya asilimia ishirini ya kodi iliyokwepa au shilingi elfu arobaini kwa hiyo ndugu mtangazaji na wewe utakapoenda kununua bidhaa ukashindwa kudai labda maafisa wetu akawa kwenye mazoezi hayo wakakukamata basi utakuchukua maelezo na ikibainika kwamba ulitenda kosa basi faini ni kama hizo ambazo nilizozielezea hapo awali Sheria ya kwanza ni tna mapato yatokanayo na ajira, kama nilivyosema awali, PAYE na SDL. <coughs> PAYE ni kodi ya mshahara, ni wale kama maalivyosema, watu walioajiriwa kwa mfano serikali imeajiriwa na watumishi, au kampuni imeajiri pia wafanyakazi wake. Mwajiri ana wajibu wa ku kwa kizungu tunasema kuithodi, kuzuia kile kiasi cha cha kodi na kulipa serikalini, na kama, kama Komora alivyosema ni kwa wale ambao mshahara wao inazidi laki mbili na sabini, baada ya kutoa zile gharama za mifuko ya, ya jamii NCCF labda NCCF, kinachobaki nabidi kitozwe kodi. Hivyo mwenye wajibu wa kulipa kodi hii ni nani? Ni yule mwajiri, ana wajibu wa kumkata na wa kuiwasilisha. Wa wapi? Serikalini. Anabidi afaili itani yake na kuilipa, sio mtu ana ana- anakata watumishi au wafanyakazi wake lakini alipe hilo ni kosa kisheria, anabidi akate na alipe mnamo au, au kabla ya tarehe saba ya mwezi unaofuata. Pia kuna ili kwa ajili ya ujuzi ujuzi wa, wa watumishi au wafanyakazi na na pia na kodi ya zuio zinatakiwa kuwasilishwa na kulipwa si zaidi ya tarehe saba ya kila mwezi unaofuata. Pia kuwasilisha litani na kulipa ushuru wa bidhaa ni mnamo au kufika ifikapo tarehe 25 kila mwezi unaofuata. Hii ni kwa viwanda vya vimiminika, sana sana pombe, naitwa excise duty. Kabla tarehe ishirini kabla tarehe ishirini na tano ya mwezi unaofuata inabidi mtu awasilishe mlipa kodi alipe na awasilishe litani hiyo. Pia kuwasilisha litani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani ni mnamo au ifikapo tarehe ishirini ya kila mwezi unaofuata, kama ndugu Komora alivyoelezea but, but, but, but.